Swala za sunna ziko aina ngapi? Tatu. Swala za sunna ziko aina ngapi? Tatu. Aina ya kwanza tukasema ni sunanu muaqatatun, ni sunna yenye wakati. Kuna sunna imefungamana na wakati, na kwa maana ile sunna huwezi kuiswali kabla haijaingia wakati wa kuswaliwa na ukitoka ule wakati, kadhalika ile sunna nayo moja kwa moja huwa imefanya nini, imetoka. Tukapiga mfano tukasema mfano ni swala ya tarawehe na swala ya witri. Maanake hizi zimefanana, hizi zafanana kila kitu. Swala ya tarawehe na swala ya witri zaingia wakati kwa pamoja na zatoka wakati kwa pamoja. Kwa maana yoyote, yu anayefaa kuswali tarawehe afaa kusali witri na yoyote asofaa kusali witri hafai kusali tarawehe. asofa kus, aso, hafai kusali tarawehe, ambaye hafai kusali tarawehe hafai kusali witri ila tarawehe. Tofauti ya witri na tarawehe kwamba witri ni siku zote, tarawehe haisaliwi ila siku gani? Ramadhani. Asante Ashrafu. Kwa maana Ramadhani peke yake ndo twafaa kusali tarawehe. Sasa wakati wake mf mfano tuliposema kwamba hili ni swala ina wakati, wakati wa tarawehe na swala ya witri yaingia wakati bi fi'li al-isha, kwa kuswali swala ya isha. Ina maana kuna tofauti kwa kuadhiniwa Isha na kwa kuswali isha. Inaweza kuwa Isha imeadhiniwa wewe huja swali, inaweza kuwa Isha imeswaliwa lakini wewe huja So, ina maana hafai kuswali witri ambaye hajaswali isha, hafai kuswali tarawehe ambaye hajaswali isha. Kuweza kuswali tarawehe, kuweza kuswali witri, niwe umemaliza kuswali isha. Ikiwa uliwahi kuja msikitini ukasema ah, ngoja bwana, isha muda ni mrefu, mwanzo mtaswali tarawehe, kimaliza ndio mtaswali Isha, ile tarawehe yako imekula kwako, haina maana. sijui umenifahamu. Wewe umekuja msikitini Ramadhani, ukakuta imamu yuwasali swala ya tarawehe, ukasema ah, si nitaswali tarawehe. baada baada ya kumaliza tarawehe utaswali nini? Isha, tutakwambia jifanyie tu utakavyo. Umeswali tarawehe, ukimaliza uonekana umeinuka umeswali tena raka nne za nini hizi? ilikuwa sijaswali isha. Ina maana si hujaswali isha tu, hata tarawehe huja swali. Kwa nini? wakati hujaingia eh, siisha imeadhiniwa. Wakati wake si kwa kuadhiniwa isha, wakati wake ni wawewe kuswali swala ya isha. Nisikilize vizuri hapa abu huko Saa nyingine wewe unaweza kwenda safari. Saa nyingine wewe unaweza kwenda. Mimi nataka mnijibu ndio mtajua mwanisikiliza. Ukienda safari wafaa kuchanganya swala, ndio sio? Umeswali magharibi. Kumeadhinia magharibi, ukaingia ukaswali magharibi. Ukimaliza magharibi utaswali nini? Isha. Je, ile isha umeswali wakati wakati wa isha, umeswali wakati wa magharibi? Hi darasa tuweke mule, kisha ndo murudi. Leo uko safarini, waswali swala ya msafiri, wajumuisha, wachanganya swala. Ukaswali magharibi, ukimaliza ukainuka, ukaswali na isha. Umemaliza kuswali isha? Hujamaliza ile isha? Umeshamaliza ile isha. Uliuswali, uliiswali wakati wa magharibi? Uliiswali wakati wa isha wakati wa magharibi lakini tutakwambia hata kama umeswali wakati magharibi, tutakwambia wewe ushaswali isha. Ukimaliza tukuswali ile isha, wewe unapiga na witri yako kabisa, eh, uswali witri wewe hata isha yaadhiniwa. A, a, swala ya witri haingii kwa kuadhiniwa isha, yaingia kwa kuswaliwa isha, na wewe ushaswali isha. Sijui mmenifahamu hapa, maanake utakuta mtu miskini ameenda safari Amechoka, akiingia akasema ah, wata swali magharibi naisha kabisa, akaswali magharibi naisha kisha unahamu. Ah, sijui leo mtapata witri eh, swali kabisa eh, kuadhini waisha alokwambia wewe kwamba witri huingia wakati wake kwa kuadhini waisha nani? Ah, uh, witri huingia wakati wake kwa kuswali, kwa kuswali wewe swala ya isha, na wewe ushaswali isha. Tumefahamu hapa? Tumefahamu hapa? No. Eh, basi semeni ndio au sio? Mkinyamaza mimi nitajuaje? Kwa hiyo kuna na, na, na hukumu ni hiyo hiyo. Waweza kwenda safari ukaswali magharibi wakati wa magharibi, ukimaliza ukaswalisha ukimaliza ukaambia jamaa, nifuturuni nipu swali tarawehe. Uu, tarawehe magharibi, waambie eh, kule kwetu Mombasa shibu tuliambia ufaa kuswali. Kumbe hawajui kwamba ile tarawehe wakati wake si kwa kuadhiniwa isha, ni wewe umeswali isha na wewe ushaswali Isha, kwa sababu wewe msafiri, isha huingia kwa kuswali kwa kuswali magharibi. Umenifahamu hapa? Mumenifahamu? Haya, kwa hiyo swala ya kwanza tumesema ni nafilatun muakkatatun swala inaoswaliwa kwa kupitia lazima uingie wakati wake. Mfano mwingine swala ya kablia, na hapa ndipo watu hukosea. Kuna swala yaitwa kablia, kuna na swala yaitwa baadia, sawa. Qablia, huingia wakati wake kwa kuingia wakati wa ile qablia. Ina maana kuna zile rakaa mbili za alfajiri, zile rakaa mbili za alfajiri zaingia wakati wake kwa kuingia ile alfajiri yenyewe mwadhini alfajiri, yani kwa wa kuadhiniwa mwadhini wa kwa kuadhiniwa mwadhini wa pili ndio utaswali ile sunna ya alfajiri, qablia ya alfajiri. Kablia ya dhuhuri yaingia wakati wake kwa kuadhiniwa dhuhuri wa dhuhuri, yani kwa kuingia wakati wa dhuhuri. Lakini wewe ukaswali, mathalan, siku hizi adhuhuri yaingia saa sita na dakika ngapi? 35. Usiseme shibu shibu, tachelewa adhuhuri, yaingia sikukwambia shibu ya adhiniwa. Kuna tofauti ya wakati kuingia, kuna na tofauti ya msikiti kuadhiniwa. Wakati ni wakati Sio msikiti. Adhuhuri dakika 35, saa sita na dakika 35 na tano, ukasema ah, ukaingia msikitini hapa mwenye saa sita unusu, hapo adhuhuri bado dakika ngapi? Tano. Ukasema ngoja swali kabisa kablia, tutakwambia hii haiwezi kuitwa kablia kwa sababu umeiswali kabla ya wakati kufanya nini kuingia swala ya baadia haingii wakati wake, ile baada ya kuiswali ile. Ehe, kuna nukta nimesahau, kuna nukta nimesahau na ni muhimu sana. Huku nyuma nilikwambia swala ya witri na swala ya nini, uh, kweli mtakumbuka kesho? Nyinyi yeo yeo hapa hamkumbuki. Huku nyuma tunataja swala mbili, swala gani? witri na nini na tarawehe tukasema hizi mbili hazi huwezi kuziswali mpaka baada ya kuswali, kuswali swala gani? Ya isha. Ina maana kama hujaswali isha huwezi kuswali witri, na kama hujaswali isha huwezi kuswali. Sasa mtu ameswali isha, mtu ameswali vizuri akapiga tarawehe zake, akimaliza mathalan, mtu ameswali isha, akimaliza akasema ngoja nikakojoe, maanake tarawehe ni ndefu. Umefahamu? si katisha katisha katisha, amekwenda chooni akakojoa akatawadha akamja, mwenyewe ametawadha vizuri, akaswali. Akimaliza akakumbuka, amemaliza tarawe, amekumbuka kwamba mimi swala isha ile swala isha niliswali likuwa sina udhu. Isha ameswali alikuwa hana udhu, tarawe anahakika yeye ameswali vizuri si, hame ana, kuna si ameenda chooni, kuna shaka hapo. Sasa lakini miskini ana hakika mimi liko ilo, hai? Hai isha niliposwali ilikuwa, kumbe sijatawadha. Ina maana isha yake ile aliyoswali hai haikuswihi. Isha kuwa haikuswihi, ina maana ile tarawehe yote kazi ya bure. Sijui umenifahamu, mashaallah meswaliisha na udhu wake lakini akaswali na tarawehe lakini akimaliza, amekuta kwenye kanzu yake kumbe ina mavi ya kurabu au ya njiwa au ya mwanadamu. Ina maana ameswali na na nini najisi, na ukiswalina najisi swala yako haisihi. e, isha haikuswihi na tarawehe. Kwa hiyo ni sharti ile swala ambayo swala yoyote nikikuelezea kwamba hauwezi kuiswali ila baada ya kuswali swala, ni kwa sharti yake mwanzo ile swala utakao kuswali iwe imesihi. Sisi tutaswali adhuhuri hivi sasa. Baada ya adhuhuri kuna raka nne za baadia zaitwa nini? Baadia. Hizi baadia haziingii wakati wake mpaka baada ya kuswali nini wewe? Adhuhuri. Lakini sharti yake ni kusihi hii adhuhuri la ukaswali wewe adhuhuri vizuri mwenyewe uwaja. Ehe, mwenyekiti, hey, hey, mwenyekiti uwaja, usimwondoshe, ondoka wewe tu. <laughs> umeswali adhuhuri vizuri, ukimaliza ukasema ngoja nikajisaidia nje nswali baadia, ukamaliza kuswali baadia, ukimaliza kuswali baadia ukakumbuka, ewe, mimi ile adhuhuri nimeswali ilikuwa sina udhu. Ina maana japokuwa baadia uliiswali na udhu ina maana ile baadia pia nayo haikusihi. Kwa nini? Kwa sababu sharti ya kuswali baadia uwe umeswali ile faradhi, kwa sababu hii inaitwa baada ya faradhi. Faradhi ya swali utasalia baada. Si kuna starters? Si, kuna starter ile ya chakula, kuna mwaita starter, na baada ya kula kuna nini? Dessert. Sasa utakula dessert wewe bila chakula mwanzo? Shatupige chakula, si ndio? Sasa ikiwa ikiwa chakula umetiwazitamtamu, haidi zati itakuwa nini? Hakuna raha. Sasa mwanzo lazima ile adhuhuri iwe ni adhuhuri. Tumefahamu vizuri hapa, tumefahamu vizuri hapa. Haya, saa tayari. Ahsante.